Jeshi la Sudani limefanikiwa kuirejesha Ikulu ya taifa iliyopo mji mkuu Khartoum, nchini Sudani baada ya mapigano makali dhidi ya kundi la wapiganaji wa kundi la Rapid Support Forces RSF yaliyodumu kwa takriban miaka miwili iliyopita. Kundi la RSF linaloongozwa na Jenerali Mohammed Dagalo ambaye alifanya uvamizi wa kutaka kuipindua serikali ya rais wa mpito, Luteni Jenerali Abdeli Burhani. Taarifa iliyotolewa na vyanzo vya habari nchini humo vimeripoti kupitia ofisa wa habari wa jeshi la Sudani, Nabil Abdallah, amesema wamefanikiwa kudhibiti mji huo na kudhibiti majengo mengine muhimu katikati mwa Khartoum nchini Sudani, huku wakifanikiwa kukamata vifaa na silaha nyingi za wapiganaji hao. Msemaji huyo wa jeshi la nchi hiyo alijiapiza kuwa jeshi hilo litaendelea kusonga mbele katika nyanja zote hadi litakapofanikiwa kuyarejesha maeneo yote yanayokaliwa na RSF. Jengo hilo la kimkakati lililotekwa na RSF haraka limeonekana kuwa magofu, ambapo wanajeshi hao wameonekana ndani ya jengo hilo wakiwa wamebeba silaha ikiwemo bunduki na mabomu huku wakiimba Mwenyezi Mungu ndiye mkuu zaidi. Kwa upande wake, Waziri wa Habari wa Sudani, Khaled al-Aiser, ameandika katika akaunti yake ya mtandao wa X, zamani ilikuwa ikifahamika Twitter, kuwa jeshi limechukua tena udhibiti wa Ikulu na kuahidi kuwa bendera itapandishwa sambamba na kuendeleza mapambano hadi watakapofanikiwa kuvifutilia mbali vikundi vya waasi nchini humo. Licha ya kundi la RSF kuondolewa katika mji wa Khartoum, bado halijakiri kushindwa kwani Alhamisi ya wiki hii lilidai kuwa huenda lisisitishe mapigano kwani RSF na washirika wake bado wanaonesha mgomo katika kuukabili mji wa al-Maliha ambao pia ni mji wa kimkakati wa jangwa huko Kaskazini mwa Darfur. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF amesema mzozo huu umepelekea vita hivyo kusababisha, mamilioni ya watu kuyakimbia makazi yao katika jitihada za kujinusuru huku njaa ikikumba sehemu mbalimbali za nchi na kusababisha vifo vya zaidi ya watu elfu ishirini na nane ikumbukwe kuwa ikulu ya republicani ndiyo ilikuwa makao makuu ya utawala wakati wa ukoloni wa uingereza nchini humo pia iliona baadhi ya bendera za kwanza huru za sudani zikipandishwa juu ya nchi mwaka 1956 ambapo ofisi kuu ya rais wa sudani na maofisa wengine ndiyo ilikuwa makazi yake Jeshi la Sudani kwa muda mrefu limekuwa likilenga jumba hilo na viwanja vyake, vikishambuliwa kwa makombora na kufyatua risasi kwenye bomu hilo kwenye boma hilo bila mafanikio hadi jana walipofanikiwa kuingia na kuwafurusha wapiganaji wa RSF. Sudani, taifa lililo kaskazini mashariki mwa Afrika, halijapata utulivu tangu ghasia za wananchi kurazimisha kuondolewa madarakani kwa rais wa muda mrefu Omar al-Bashir mwaka 2019. Uongozi wa Omari al-Bashir ulikoma baada ya Brihana Dagalo kuongoza mapinduzi ya kijeshi mwaka 2021. Hata hivyo, wawili hao walitofautiana na kuanza kupigana wenyewe huko, Burhani akichukua udhibiti wa serikali ya nchi hiyo. Wawili hao walimngoa madarakani al-Bashir aliyekuwa akikabiliwa na mashtaka katika Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu, ICC, akituhumiwa kutekeleza mauaji ya halaiki ya miaka elfu mbili katika eneo la Darfur Magharibi na Janjawid nchini Sudani. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital. Mimi ni Timo Thrugoy.